ia rais akizungumza bayana kabisa kwamba pengine eh, nguvu iliyotumika kuzuia haya ambayo upande uh, mmoja unaitwa ni maandamano, lakini upande mwingine unaita kwamba ilikuwa ni, ilikuwa ni, ma, ni uasi yeah. Kwa maana kwamba kulikuwa na dhamira labda kuiondoa serikali madarakani. wewe mm -hmm. unadhani kwamba hii nguvu iliyotumika ilistahili? Tazama, ndio ninayosema kwa watu wa kawaida wanaoweza kuangalia mama tuta tutaijaji kwa kuona idadi ya watu waliokufa maana ni kubwa, na ukiona kwa miaka kama miwili vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimeambiwa wajiandae, wajiandae kuja kusimamia, eh, mchakato wa uchaguzi uwe huru haki na amani. Kwa hiyo watu waliasumu vyombo hivi vimejiandaa kuja kama kikitokea chochote wamejiandaa. Sasa tunajiuliza, walijiandaa vipi? Walijiandaa kwa bunduki na risasi, kwa sababu ndio wametumia zaidi. Nini waliandaa? Na hiyo ndiyo inatakiwa kuweza kujaji, kama nguvu iliyotumika kwamba inafanana na mazingira hapa unashughulika na vijana ambao hawana silaha za kisasa. Wewe una bunduki na risasi unaua. Sasa watangaze, ndio tunaweza kuamua kama kweli nguvu iliyotumika ilistahili. Mimi nadhani hali ni tofauti, hali ni tofauti.